Katika kutimiza au kufanya implementation ya dream ndoto maono mpango uliokuwa nao, nguvu ya kutimiza yale ambayo Mungu amekusudia ame katika maisha ya kwako. Sasa kuna mambo ya msingi hapa ambayo ningependa kabisa tuweze kushirikiana kwa pamoja katika mjadala na hapa nataka kuangalia hoja ya msingi: neema ya umri wa kutimiza ndoto, na kwenye bracket unaweza ukaandika mwenye maono hafi. Kwa hiyo jioni ya leo nataka kufundisha juu ya umuhimu wa umri, umuhimu wa umri. Kila kitu kinahitaji muda, maono ili yatimize unahitaji muda, kufika mahali fulani unahitaji muda na wakati mwingine ule muda ambao unaouhitaji ni muda wa dhahabu. Haiwezekani mambo yoyote akawahi. Kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea kwenye maisha yako, hata kama una uwezo, hata kama tunakuamini, lakini tunaangalia, huyu mtu ana umri wa kutosha kiasi cha kumwamini, kumpa wadhifa fulani. Na kuna nafasi ambazo katika maisha ya kawaida, kikatiba, zina miaka, zina umri kuna mambo ambayo hayawezi kutokea tukakupa tu, haiwezekani hata kidogo, hata kidogo. Kuna umri ambao tunauangalia kwa habari ya sheria ya kuoa na, kuoa, kuoa na kuolewa. Kuna umri, kuna umri kabisa, miaka kumi na nane and above ndio tunafikiri kwamba huyu mtu anaweza akaoa au akaolewa. Kuna umri wa kupiga kura, si kwamba hujui kuandika jina lako, lakini kuna umri kikatiba ambao hauwezi kupiga kura. Hatukuamini kiasi hicho bado unachezea midole na michezo ya vifuu. Hatukuamini kikatiba, hatukuamini hata kidogo. Na kuna umri ambao taasisi nchi, serikali mbalimbali duniani wanaamini, serikali ya Marekani inaamini umri fulani, huyo mtu anaweza akawa president, lakini hata kama ana uwezo kabla yake hakuna Ninafikiri kuna rais mmoja ambaye alikuwa very young kuliko wote. Utakwenda kugugu baadaye uangalie, kutoka Marekani. Nafikiri ni kama F. Kennedy, ni kama Kennedy, F Kennedy. I, I'm, I'm not sure, lakini the second one ni Obama ambaye aliingia na umri, lakini umri wa kikatiba sio umri ulioko chini ya katiba. No, no. Umri wa kikatiba, umri wa kikatiba. Mabilionea wengi ni wazee. Niliweka niliweka laini hapa tangu juzi nilikuwa nawaonyesha umri wa mabilionea wanaweka pale. Na kwa nini wanaweka umri? Wanaweka umri kwa sababu uweze kuona kwamba wameweza kufanya nini. Kwa hiyo kuna umri, kuna umri wa kikatiba. Katika sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania nani awe president awe na umri usiopungua miaka kadhaa, lazima lazima Haiwezekani tu kwamba unaamka hapo unanena kwa lugha au unajua siasa au umezaliwa ndani ya siasa. Hatukuamini bila umri, umri wako we need it. Kwa hiyo miaka 40, mheshimiwa mwheshimiwa Mwakabibi ananiambia kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania, at least ili mtu awe president wa nchi hii, katiba na sheria ya nchi inasema angalau awe na miaka 40, 40 and above, na siwe chini ya hapo. Hiyo ni sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Una miaka 38 hata kama unapiga push up sana, hatukuhitaji hatukuelewi kwa sababu hatuamini kiasi hicho katiba, kwa mujibu wa katiba. Lakini pia uh, hata una miaka 28 unasema, nimefunuliwa mimi, ndo naanza kuongoza nchi hii. Tukiangalia katiba na umri, wanasema hata kama umefunuliwa, hata kama malaika amekutuma na Mungu amekuonekania, lakini sisi kikatiba hapana, umri una maana yake katika kutimiza maono. Kwa hiyo, ukafa kabla ya miaka 40, hujawa na sifa za kuwa president wa nchi hii ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Are we together? Hali kadhalika wabunge. Lakini sisi kwenye taasisi, hata taasisi za dini, ili mtu awe askofu wa diocese tunaangalia na umri, hatuwezi kuweka muni tu Haiwezekana, tunaangalia na umri, na tunasema kwa umri huu anafaa kuwa askofu, lakini akipoteza sifa za kuwa na umri huu hafai kuwa askofu. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya, ya umri, umri unaweza ukawa obstacle, si kwamba uh, ukafa mapema ukajikuta au uh, ukafika mahali pa kukata tamaa juu ya umri ulionao. Na ukajikuta ya kwamba huwezi kureach kufika kwenye kiwango ambacho Mungu amekusudia, lakini umewahi kujiombea, na kama Simeoni aliyekuwa anasubiri. Na hapa tuna kina Simeoni wengi, kila mtu anayo ndoto ya kwake fulani anayosubiri. Hilo bango kama unalo. Aha, okay, asante sana ha, Hawa ni watu ambao unaona pale panaandikwa umri, umri na uraia, lakini kinazingatiwa umri Excuse me. Bilionea mzee kuliko bilionea wote ni hii ngoma hapa, kutoka Morocco Othmani, sijui nani nani huko, na utajiri wake wa 1.3 billion, ana hela hela kiasi fulani, lakini ana miaka 88, na ndio babu katika hawa wote lakini, the youngest person ambaye ameweza kufanya wonders kwa umri mdogo ni hapa kwetu Mohamed Mo au Mohamed jdejis mnamwitaga Mo hapa kwenu, ana miaka 45 ni Mtanzania, alafu kaka yake anatokea Egypti hapo na kuna mwingine pale tena wa pili miaka hamsini na tisa kwa hamsini na tisa pale juu, lakini yule pale ambaye ni top bilionea ambaye anaongoza watu wote weusi duniani kote, yaani black wote black American. Uh, wa Waafrika wote popote pale, ukutana na ngozi nyeusi, anayeongoza kwa utajiri kwa weusi wote duniani ana miaka sitini na tatu. Amejitahidi, mpigieni makofi mengi. Asa, kwa nini tunaweka age? Kwa sababu umri wa mtu unaamua yale anayofanya, na kuna milango ambayo inafunguka kwa umri tu password yake umri sifa, umri. Sasa Biblia inasema nini juu ya umri? Katika, katika kitabu hiki ambacho tumesoma tunapoangalia taraja la Simeoni tuna theolojia ya umri, ndicho tunachotaka kuangalia hapa. Na kila ndoto, every dream, kila ndoto inahitaji muda. Hauwezi kuamka tu kesho ukaweza hata kidogo, hata kwa sababu kuna muda ambao you need time kutengeneza kujitafuta, mpaka ujipate, kutengeneza kitu kitokee kwenye maisha yako you need time. You need time. Hata kuzaliwa mtu azaliwe miezi tisa, inahitajika, ya kutapika ya kula udongo na mkaa na viporo vya kwenda mbele. <laughs> Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, you need time kabla ya hapo premature haiti, mtu aliyekamilika ni pili machua, na anahitaji msaada na msaada wa dharura wa kiutu, wa kisayansi hospitali, msaada wa kidaktari. Umri sasa, sijui kama umewahi kuomba kwenye maisha ya kwako. Kuna mambo mawili, kuna mambo ambayo pia uombe Mungu akusaidie, kama tukiangalia the youngest rich person in Africa the youngest billionaire in Africa mo. Hiyo ni neema kubwa pia, ya kwamba kuna vitu ambavyo ameweza kufanya kwa muda wa umri mdogo, ambayo hayafanyikaji yakatokea yeye. Ana utajiri wa 1.6 billion US dollar na miaka 45. Yule mwingine wa Moroko ana miaka 88, ana utajiri wa 1.3 billion US dollar tofauti ya umri almost half, 88 kwa 45, almost half ya umri wake. Akija kufikia miaka 88, anaweza akafanya moo, akafanya makubwa zaidi, akafanya mambo mengi zaidi kuliko hivyo, lakini Mungu akamjalia umri wa kufika kama moo, Mungu akamjalia umri wa kufika miaka hiyo 120 mia na ishirini ambayo Biblia imesema macho yake yatauona ukovu wa Bwana we together ya kwamba kama kwa miaka 45 amefanya hayo akiongezewa miaka mingine 45 ikafika 90 atafanya nini? Sasa sijui kama umewahi kujua ya kwamba Simeoni anaposema alipoonywa na Bwana ya kwamba hutaonja mauti, kwa sababu alikuwa na taraja la namna hii, na taraja lake lilikuwa ni kuona wokovu wa Jerusalem na wokovu wa Mungu, kumwona Masihi kwa macho yake na kuna watu ambao adui amejaribu kupiga maisha yako kwa magonjwa ya visukari, mastresi, pressure, figo, majali, ili mradi tu kwamba usione kile ambacho umekitarajia. Ni maombi yangu leo na kesho kile ambacho umekitarajia ukione kama Simeoni. Sema amina. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Simeoni anointing. Upako wa Simeoni uwe juu yako sema amina. Upako wa Simeoni uwe juu yako, yale uliyoyatarajia ukayaone. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Haleluya, yale uliyoyatarajia ukayaone. Hakuna kitu kigumu kama kutarajia mambo alafu yasitokee. Uwe na hakika ya kwamba katika taraja la namna hii Mungu ameweka anointing, Mungu ameweka upako na Roho Mtakatifu anamlinda Simeon. Kukitokea korona, wazee wote wanaondoka, lakini Simeon amebaki. Kwa nini? Kuna taraja analotarajia. Kukitokea misukosuko, Simeon amepona. Kwa sababu gani? Anatarajia kitu kwenye maisha yake. Ninawaombea wazee mlioko hapa, retired but not tired. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, my my my, mmestaafu my, my lakini si kwamba mnajiwekea sasa kwamba we are going to die no, mna experience. Nilishawaambia wazee mliostaafu ya kwamba kustaafu tafsiri yake ni kwamba you have an experience enough. Uhitaji mtu akukusainisha karatasi asubuhi, uhitaji tena habari ya kutegemea kampuni wala kutegemea shirika. Wewe ni binadamu mwenye miaka sitini almost ni half according to the Bible, miaka sitini ni nusu ya maisha ya kwako, maana Biblia inasema na haijawahi kubadilisha na mpaka kesho. Kuna ushahidi, wapo watu tunawazika sisi wachungaji, hata juzi tumetoka kwenye msiba wa mama mmoja kule Moshi. Miaka mia na ishirini, miaka mia na kumi, miaka mia na tano, miaka tisini, ipo. Biblia inasema mtaishi miaka mia na ishirini. Kwa hiyo mtu anayestaafu kwa mujibu wa sheria kwa miaka stini ana, ameishi hafu ameishi; yani ni nusu ya maisha yake alafu anakuwa mtu ambaye sasa ana experience inafu, hahitaji tena kuajiriwa TANESCO, hahitaji tena kuajiriwa kwenye shirika fulani, hahitaji tena ajira ya kusumbuliwa na mastres ya kuhangaika. Ni mtu mwenye upeo kiwango cha kuweza kujitegemea, na kwa miaka ya kazi ni miaka ambayo amefanya family project, na hapo anaweza kuajiri watu wengine. Kustaafu sio kwenda kufa. Upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, hata kama ulishaanza kuandika andika mirathi na kuona unakufa unakufakufaje? yani na tatizo lililopo pia Afrika ni kubwa sana, ni kubwa sana. Kwa sababu watu wengi wanap, wanapostafu after, after retirement death, anaanza magonjwa mengi mfululizo na yanatokana na stress kwa sababu ya kubweteka. Ukiwa kazini, nyumba ilikuwa inapigwa rangi unabweteka nyumba ilikuwa inabadilisha. Bosi, tumekuja kubadilisha furniture, haya balisheni, naweka sofa zipi? Sijui nini. Okay, okay, sawa. Sasa ule wakati ni wakati wa ulevi kuliko bangi. Ile kasumba ya kuajiriwa na kuishi free of charge ni mbaya bangi, na afadhali, nawaambieni, ni wakati wa ulevi wa kulewa tu na lewa tu na, sasa saa ikitokea karatasi, magonjwa anaanza kuanzia kwenye kidole gumba yanapanda mpaka kwenye utosi. Magonjwa yote ya binadamu yanaanzia hapo, lakini kwa wenzetu wazungu nchi za Ulaya na Marekani sio sawa na sisi hata kidogo. Na kitu kingine ambacho nakiona pia Afrika, kustaafu. Mtu anapostaafu anaona kama vile ameshafanya kazi sana, sasa anapumzika, hafikirii kitu cha kufanya kinachomfikirisha kwa kiwango kikubwa kuliko kule alikokuwa anafanya kazi. Ukistaafu unapaswa ufikirie zaidi ya jinsi ulivyokuwa unafanya kazi kwenye position uliokuwa nayo, na kwa miaka uliyofanya kazi, iwe ni 30, iwe ni 20, iwe ni 40, ilikuwa inakuandaa kutengeneza kitu cha kwako private kitakusaidia na kitakusababisha kufikiri. Ukishindwa kabisa kufikiri, nenda kaanze hata kutafuta degree fulani. Imefurahi, niliwapa ushuhuda hapa, kuna mama mmoja alistaafu, alafu akaenda kuapply chuo kikuu kufanya PhD, akaifanya PhD kwa miaka kumi, baadaye akiwa na umri wa miaka 80, miaka sabini plus akapata PhD yake tena ya science. Yes, brain yake anaitumikisha kwa sababu, the law of nature when you stop to think you start dying. Unapoacha kufikiri, umeanza kufa na lazima utakufa, kwa sababu brain iliyokuwa inaendesha shirika, kwa mfano, ni director, ni askofu wa diocese, unaendesha kitu kikubwa, ulikuwa unafanya mambo makubwa, alafu ghafla ume, ume, umeondoka kwenye position. Ni presidenti wa nchi, ulikuwa unaendesha nchi nchi na kazi zake zote, alafu ghafla unaenda kukaa nyumbani, unacheza na wajukuu waoho, unakufa, kwa sababu brain ina uhai. Lakini ni wakati wa kuandika vitabu ambavyo hujawahi kuviandika, ni wakati wa kuomba maconsultation ya kutosha, hata kama hawakulipi kwako, ni zoezi. Are we together? Usifanye tu mazoezi kama ile ya Mr. Bean, ya kujitikisa tikisa. Unajua kuna mazoezi fulani <laughs> hiyo line yani, unajitikisa hivi ah, fanya yanayoeleweka. Haleluya, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya, practice umeanza. Litaasisi ni rahisi mstaafu, anza litaasisi Nenda atishughulikia mamigogoro huko Afrika, mamigogoro kibao, wala uendi mbali. Kongo tu hapo kuna migogoro ya kutosha. Nenda pale, fanya kazi, vitu vingi vipo. Kama ni profesa usiende kulala. Kama ni profesa uliokuwa unafanya kazi na leo umestaafu na miaka sabini, ulikuwa una assignment madarasa kusoma maandiko, hiyo brain yako iko sharp. Alafu unaenda kukaa nyumbani, umeingia mochwari, umeingia kwenye jeneza peke yako. You stop to think, you start dying. Nenda uhitaji hata we, andika tu hiyo message. When you stop to think, you start dying kwenye Google alafu uangalie maelezo yaliyoko kwa, kuna maelezo ya kidaktari ya kisaikolojia ya kila kitu. Utaelewa umuhimu wa kufikiri. Usijaribu kufikiri hafu hata siku moja, hata siku moja usijaribu kufikiri nusu ya uwezo wako, fikiri kiwango ambacho kinalazimisha brain yako kufanya kazi, sijaribu kulala, sijaribu kuridhika na watu wengi hawajawahi kufikiri, hawajawahi kujua kwamba kukosa fikra ni sumu, ni poison. Mnajua tu kwamba vyakula ndio vimebeba poison, lakini nataka nikuambie kuishi kizembe kama hauna kitu kinachokufikirisha ni poison. It will kill you. Uzembe unaua, uzito unaua Manake unajua mtu ambaye hafikiri anasinzia saa zote. Huwezi kuwa mtu unayefikiri na huku una usingizi kama umelogewa mayai ya bundi, haiwezekani. Yaani haiwezekani hata siku moja. Hata kwenye ibada kama hivi, unapoona mtu anakuja kanisani kama unafikiri Mungu sema na mimi leo nina yale madeni, nina ugonjwa alkansa, limetokea wapi? mimi sijui, nina mambo ambayo, Yehova, nimekuja kwenye ibada hii, atamwangalia mchungaji mwanzo mpaka mwisho. Sasa kuna ngoma nyingine kwao, pamemboa amekuja tu kanisani kama kuja kupumzika. Mzembe huyu, nilisha kuambia kuna watu ambao wanalala maisha yao ukikalkuleti muda wao wa kulala ukiwashindanisha na maiti, wao wanachukua nambari 1, maiti inafuata hapo namba mbili. Kwa kulala usingizi, huwezi kuwa mtu unayelala kiwango cha kushindana na mauti, yaani unalala kiwango ambacho unashindana na maiti, alafu unawaza kabisa ya kwamba ninaenda kuwa konkara, naenda wewe ku... hakuna kitu na kadiri unavyolala mwili wenyewe nao unaoza. Ukimaliza ukiamka, lazima ukapige mswaki, maana yake dalili za kufa hizo. Shauri yako, lazima utafute Colgate iko wapi. <laughs> ujifufue na maji ya moto lakini ukifanya hivi, sauti ya kwanza, wote wameondoka kwenye he. <laughs> Ninyi waimbaji, haki ya Mungu! Yaani kuna <laughs> mtu ameamka siku ya siku hajawahi kupiga mswaki mapema, kujivuvua akija hapo kwenye kwaya tu ha, sauti ya kwanza hao wamehama, wanabakia sauti ya nne huku nyuma, mwalimu anakazana tu <laughs> <laughs> Mwalimu natoa tu ni kuna maiti, kwa sababu nia ya mwili ni kufa, lakini nia ya roho ni uzima katika Kristo Yesu Mwokozi. Sema amina, haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya umri na maono, umri na uchumi, umri na nafasi position umri, umri ni jambo la msingi sana. Sasa kuna mambo machache hapa ambayo ningetaka uandike, andika kwanza, lazima uone umuhimu wa kujiombea umri na afya njema kwa ajili ya maono ulionayo. Wakati wa birthday, nasema I wish all the best, I wish all the best We wish you the best. Tunakutakia maisha marefu. Ukitakiwa maisha marefu sema amina, ni kwamba Mungu akupe kuona ulichokitarajia na kuridhika kila ulichokitarajia. Unajua, ukienda kwenye majengo mengi tuna models. Models ambazo tunazitengeneza hizo models zinaweza zikatengenezwa au nyumba iko kwenye picha <laughs> yaani kuna nyumba fulani mchoraji akikuchorea alafu akakurushia kwenye simu yako palipo na vigarden na watu wanamwagia, unaona kama umeingia, lakini kumbe yuko kwenye simu. Shughuli inaanzia kwenye kokoto, mawe, matofali mpaka ije kuwa kama unavyoona picha. Na kwenye maisha ya watu wengi walioko hapa, kila mmoja ana picha yake fulani, yani kuna picha fulani ambayo unaiona. Hata mimi kwenye maisha yangu ya kichungaji, kuna picha ambayo ninaiona ya anointing, mahali ambako ninapaona na kila mtu ana picha fulani ambaye anaiona. Ni maombi yangu kwa neno la Bwana Mungu akupe neema ya kuona kile ulichokitarajia. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika, na meza ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwaza zaidi. Welcome to the home of positive vibes.